Sasa leo tunataka tuje tushone, tupime na tukate sketi na tuishone pia. Uh, tunakata sketi yenye V mbele, kwamba hii sketi naenda nikuonyeshe namna ambavyo unaweza kaikata na kuishona pia. Sasa kitu cha kwanza kama kawaida, na niombe kwanza radhi kwa sababu ya sauti yangu. Uh, ina mafua, kwa hiyo unaweza ukasikia aidha ina besi au labda imekera, kwa hiyo nitaomba nitaomba radhi. Uh, kitu cha kwanza lazima una kitambaa kama hivi, na kitambaa chetu tunakikunja kama kawaida. Kila siku nakuambia kitambaa kinapimwa ndani, ili kuepuka hizi ma, uh, manini, machakichaki kuonekana huko nje. Sasa tukisha uh, tukisha kunja kitambaa chetu hivi, ni kwamba atukunje kitambaa chetu moja kwa moja hadi mwisho? Hapana, tunakikunja tu eneo, yaani eneo fulani kama hivi ambavyo nimekunja kitakachofanyika lazima upime mwanzo wa nguo ili kuangalia kwamba nguo yako itaanzia hapa na itaishia hapa. Huu ndo mwanzo wa nguo yetu, mwanzo ndo huu ambao tumeuchora. Kwa hiyo tutakachokifanya ni kwamba wewe mwenyewe ndo unaangalia kwamba hivi iwe na ukubwa gani, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba mteja wetu vipimo vyake ni thelathini, kiuno ni thelathini. Kwa hiyo thelathini tukigawa mara nne unapata kama saba, saba na nusu ukipata sasa, saba na nusu uh, tukisema kwamba hii vitu iweke saba na nusu hii itaingia sana kwenye nguo. Kwa hiyo utakachokifanya hapa ni kwamba unaweza ukapima mwenyewe aidha ukaiweka V iwe labda kwenye sita. Sawa, hii V hiwe kwenye sita. Kwa hiyo hivi ikiwa kwenye sita tunaweka alama hapa V itakuwa kwenye sita. Kwa hiyo hivi tukikunja tuki hivi ni kwamba itabaki kutabaki kama nchi moja, nchi moja na mchi moja na mchi moja na nusu ambayo tutabaki kama mchi moja na nusu, ambayo ita, itafanya sisi tu tushone. Sawa, na ukiona kwamba hii V ni kubwa, unaweza pia ukaipunguza ukiweka hata kwenye tano, tano na nusu, nategemeana wewe mwenyewe muhusika, lakini mimi nimeiacha hapo hapa kwenye sita. Sawa, kisha baadaye tunapima kiuno. Kiuno ni saba na nusu, saba na nusu iko hapa. Kwa hiyo hapo mbele tutaongeza nchi moja, saba na nusu tutaongeza nchi moja kwa niaba ya kushonea. Sawa. Baada ya hapo tunashuka tunashuka, tunapima urefu. Hii ni sketi, kwa hiyo inaga mambo mengi sana. Tunapima urefu, urefu wetu ni thelathini na ngapi? Ngoja nione uh, urefu ni 31, moja thelathini moja iko wapi? Thelathini moja, thelathini moja hii hapa, 31 moja ni hii hapa. Kwa hiyo huku chini kwenye sketi yetu hatutaweka tanabu kubwa, tunaweka tanabu tu ya kawaida sana. Kwa kama tunaweka mtana hapo ya kawaida tuta tutaongeza nchi moja. Kwenye hapo kwamba ya nusu itashonwa huku na nusu itashonwa huku. Au unaweza ukaweka nchi moja na nusu kama utapinda pindo, yaani kama utaingiza utaingiza nguo ndani. Kwa tuweke tuongeze labda nchi moja na nusu. Nchi moja na nusu. Huko pia tunapima urefu wetu ambao ni 31, 31 tumeongeza nchi moja na nusu. Sawa? Baada ya hapo sasa huku tumeweka nchi sita kwa hiyo pia huku tunapima nchi sita inatakiwa ilingane, huku na huku vilingane, vilingane, yaani hii hii hii nini, ili daksi iwe imelingana. Ok, kwa hiyo hapa tunapima hapa, tutashuka nchi sita, tutashuka nchi sita. Sawa, tunashuka nchi sita hapa. Hapa tuweke nchi sita pia. Sasa hapa ndo tutakapopima ipsi sawa. Huyu uh, uh, kwa bahati mbaya vipimo vyake sio kwamba hatukupima ipsi, kwa sababu hana ipsi kwao. Tunaa tukaweka tu tukaongeza labda ipsi tuweke kwenye e, nchi nane na nusu hapa, alafu tunaongeza ile nchi moja ya kushonea hapa kwao. Sasa ukifanya hivyo ni kwamba utakunja hapa Sawa, kuweka ipsi hii. Ndio rula ya ipsi kwao, kama hii ndio rula ya ipsi. Mimi nita nitaibandika tu hapa, kwa sababu unatakiwa uangalie aiza uta, utatumia hivi nje au utawekea utawekea ndani. Nakunja hivi alafu naleta naleta chini hivi, sawa. Kwao sasa ni kwamba nguo yetu sisi hiki kitakuja hivi, yaani hiki kitakuwa kiko hivi. Nikuonyeshe vizuri hapa, kitakuwa kiko hivi. Kwa hiyo sisi nguo yetu ni hii hapa, tutaenda kuona baadaye. Utakapoenda kushona, ni kwamba unatakiwa ushone kuanzia hapa hadi hapa. Nikufanyie hivi, upate kuelewa kidogo. Utakapoenda kushona, hata kama ukuona nitakachoshona mimi, utashona mstari hadi sehemu ambapo patakapokaa V, V yetu sisi zitakalia wapi? V yetu V yetu itakalia kwenye saba hapa, alafu huku V yetu itakaa kwenye tatu na nusu hapa, yaani hivi hivi. Hapo unaweza ukaichonga iingie kidogo kwa ndani, sawa. Unaweza ukaiweka V moja kwa moja, sawa lakini naona ya kuchonga kidogo yani ya kuipa tumbo kidogo inakuwa ni nzuri zaidi sawa kwao ndio hivyo hivi ndio namna inavyopimwa kwao hii ndio sketi yetu hichi ndo kitambaa cha mbele cha sketi yetu lakini hiki kitakaa kama kitakaa kama mpasuo yani kitakaa kama linda ya wazi sawa kwa hiyo hii nguo yetu utashona hapa hadi hapa utafunga kabisa hiyo utakayoshona huko utakuja kufumua kwa baadaye itabaki tu kama boshe kwa baadaye Sawa, lakini utashona kutoka hapa hadi hapa, ila nacho kushauri ni kwamba ushone moja kwa moja kutoka hapa hadi hapa ili kwamba isikutatize, isi hiki. Sawa kwa, kwa baadaye. Sasa ndo utakuja kufumua uuzi uzi wako hadi hadi hapa kwenye V sawa, nadhani tumeelewana. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kukata hapa. Tumekosea, inatakiwa tutoe belt. Sorry, nimesahau hapa, nimepitiwa. Natakiwa tutoe belt. Belt tutafanya ya inchi moja, moja na nusu. Kwao, kama tutafanya belt ya inchi moja na nusu tunapima belt inchi moja na nusu iko hapa imetoka, ya belt imetoka. Sawa? Ya belt hii iko hapa imetoka inchi moja na nusu tumeitoa ya belt, halafu tunapima urefu wetu. Urefu wetu ni thelathini na moja hii iko hapa. Tunaongeza moja na nusu hii iko hapa. Sawa? Kwa hiyo ni ueni razi tunapima hapa urefu sawa. Kwa hiyo tumetoa nchi moja ya, ya nchi moja na nusu ya belti. Tunapima urefu wetu tuna ni thelathini, alafu tunaongeza nchi moja na nusu kwa niaba ya kushonea na kupinda pindo chini. Kwa hiyo ukishakata hivi Unatakiwa sasa upime vitambaa vya nyuma. Kitambaa cha nyuma utapimaje? Twende nikuonyeshe namna ambavyo utakao kupima kitambaa cha nyuma. Uh, okay. sasa kitambaa cha nyuma, namna ya kukipima kitambaa cha nyuma kama kawaida, ni kwamba lazima ukikunje mara mbili, kama kawaida hivi, mara mbili halafu uh, kama kawaida yetu, lazima uh, uweke mwanzo wa kitambaa, ujue naanzia wapi. Hiyo ni swala la, sio swala la kuuliza, ni lazima sasa baada ya hapo, natakiwa tu tuanze sasa kupima kitambaa cha nyuma. Kwanza tunatoa nchi moja. hapa